Uchaguzi unaisha, lakini mvutano unaanza. Intaneti imezimwa, ripoti haziingii, lakini video zinaendelea kurekodiwa. Leo tutakusimulia kinachoendelea Uganda kupitia macho ya wa waandishi wa habari wa Kenya, ushahidi wa wananchi na sauti za Waganda walioko ndani na nje ya nchi. Je, yeah, uchaguzi huu umeridhisha matakwa ya wananchi au kuna mengi yanafichwa? Karibu sana hapa Mizuka Media. Baada ya zoezi la kupiga kura, macho ya Afrika Mashariki yalielekezwa Uganda. Mwandishi wa BBC kutoka Kenya, Caro Robi, alikuwa eneo la tukio. Kwa mujibu wake, alilikuwa tulivu lakini si tulivu kama kawaida. Maneno haya yanaacha maswali mengi. Kama hali ni sawa lakini si ya kawaida, nini hasa kilikuwa kinaendelea nyuma ya pazia? Kwa ujumla hali ni shwari, uh, hali ni ya utulivu katika mitaa mingi ya mji wa Kampala. Aa, lakini shughuli ukilinganisha na jana na juzi zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Aa, bodaboda bado zinaendelea lakini hata hizo shughuli za usafiri pia ukizitizama ukilinganisha na siku mbili tatu za nyuma zimepungua sana. Lakini hali ni shwari kwa kweli. Moja ya majina yaliyotajwa sana ni jina la Bobi Wine, kiongozi wa upinzani ambaye kabla ya uchaguzi alionya kuwa endapo matokeo hayatakuwa ya haki, wananchi wanaweza kuchukua hatua. Uwepo wa vyombo vya usalama karibu na makazi ya mgombea huyo wa upinzani ni ishara gani? Ulinzi au udhibiti? Hii inakaaje? Hali ni nzuri, uh, kulikuwa na gari moja la polisi pale mbele ya geti la uh, makazi ya uh, kiongozi wa upinzani Bobi Wine mbali na hilo gari moja ambalo walikuwa na askari kama wanane hivi

hakukuwa na kingine ambacho kingeweza kuashiria kwamba iko kwenye kifungo cha nyumbani. Ni usalama tu umeimarishwa pale, lakini sasa hatuwezi kuthibitisha kama usalama huo ni kwa sababu ya kumzuia yeye kutoka au ni kuhakikisha tu kwamba kama mgombea urais anapata usalama wa kutosha. <tosimulizu> lakini sehemu nyeti zaidi ya simulizi hii ni ripoti za vifo. Waandishi wa habari wanakiri kusikia taarifa hizi, lakini hawana uhakika wa kuzithibitisha, sababu kuu ikiwa intaneti ilizimwa siku mbili kabla ya uchaguzi. Bila intaneti hakuna video. Bila video hakuna udhibitisho, na bila udhibitisho ukweli unakuwa mgumu kufikiwa, kwa kwamba kuna baadhi ya wilaya na maeneo hasa ambazo ni ngome za upinzani, kwamba kuna watu wamepigwa risasi, wamefariki, wamepoteza maisha. Idadi hasa ni kiasi gani bado hatujaweza kuthibitisha, kwa sababu ikumbuke kwamba mpaka saa hizi hakuna mtandao wa intaneti Uganda nzima, na hivyo inatufanya pia hata sisi kazi yetu ya kuweza kuhakiki hizi taarifa inakuwa ni ngumu. Lakini vyombo kadhaa na duru kadhaa zimeharifu hivyo kwamba kuna watu walouawa, kuna walojeruhiwa, kuna, kuna kamata kamata ambazo zimeendelea hasa zinazohusu wapinzani wa chama kikuu cha upinzani cha na hapa ndipo mwanahabari mwingine wa Kenya Larry Madowo wa CNN alipochukua hatua ya kipekee. Huu haukuwa wito wa maandamano, huu ulikuwa wito wa ushahidi. Rekodi ukweli wako leo, dunia ijue kesho. The government of Uganda is shutting down the internet two full days before the general election on January 15. But Ugandans, please keep your phones on and record anything the world should know about. When the internet is eventually restored, send it to me, send it to other journalists and we can report on it

Na hii hapa ni moja ya video zilizorekodiwa na wananchi wenyewe. Katika kituo hiki, kura zilihesabiwa waziwazi na matokeo yanaonekana waziwazi, lakini swali linabaki, je, yeah, matokeo ya vituo kama hivi vinafanana na matokeo ya taifa zima? Bila shaka

hayo yakitokea nyumbani, Waganda walioko ughaibuni hawakukaa kimya. Hii inaonyesha kuwa si suala la ndani pekee, ni mjadala wa kimataifa kuhusu demokrasia, haki na sauti ya wananchi.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

kwenye video ijayo Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni NRM 14,232 votes representing 61.7% of valid votes cast so far